Bwana asifiwe. Fahamu nafasi yako baba, ana uwezo wa kubariki mtoto, lakini maneno yako kwa mtoto wako kila siku yana nguvu kuliko baraka ya jirani au ya mtumishi wa Mungu. Sema vitu kwa watoto wako. Fahamu nafasi yako, wewe ni mwanamke. Kuna mtu ananielewa? Naomba niwaambie watu wa Mungu mlioko hapa, nime mwaka wa ishirini na saba sasa hivi nafanya counseling za kwenye ndoa. Nimeona familia ambazo baba amechoka na ndoa, lakini mama anakwambia, Mauki, hatoki mtu hapa, hii ndoa naihitaji. Ngoja nikwambie, na hiyo ndoa haivunjiki. Nimeona familia ambazo baba anatamani kweli ile ndoa, hii mama anakwambia, Mauki, nishachoka. Hiyo ndoa haiendi mbali. Kwa nini? Mama ameshafanya nini? Amechoka. Ninyi mechoka, hakuna cha kufanya. Kwa, jitambue uwezo ulionao, alafu kaa kwenye ndoa yako na familia yako kama injinia ambayo unafahamu wapi pakuweka sementi, wapi pakuweka nondo, wapi pakunyanyua, wapi pakujenga, wapi pakuvunja, wapi pakuboresha, wapi pakuweka maji, wapi pakuweka. Sasa, shida unakaa kwenye ndoa yako unajua biashara tu. Unakaa kwenye ndoa yako unajua ujasiriamali peke yake. No, no, you are failing Unafeli. Naomba niwaambie kisayansi, essence ya mwanaume, yani umaana wa maisha wa mwanaume ni kazi. Kwa nini? Assignment Mungu aliyonipa ni provision. Umaana wa mwanamke kwenye maisha sio utafutaji, ni kuhakikisha familia iko safe na ndio maana utakubaliana mimi, unajisikia raha sana kwenye biashara na utafutaji pale ambapo ukiona familia yako ina amani. Kwa jambo la kwanza, jitambue. Kama kuna tabia yoyote mume wako au mpenzi wako wa kiume analalamika kuhusu wewe, ishughulikie, iondoe kwenye maisha yako. Kwa nini? Jitambue, hapa nakosea kuna wengine mko hapa mnajua kabisa mume wako analalamika sana kuhusu mdomo wako, mwanamke, unazungumza kuliko cherehani. Baba moja akaniambia, Mauki, wanaume wengine wameoa wake, mi nimeoa cherehani. Nikamwambia, kwa nini? Akaniambia, nikitoka ofisini ninaenda na diklopa nyumbani, nakunywa mapema kabisa, kwa sababu najua. Sasa unajua kama mume wako analalamika kuhusu maneno, control kinywa chako labda mume wako anakulalamikia ndio unatafuta, lakini muda wako na watoto umepungua. Hebu jirekebisha, ongeza muda wako na watoto. Naomba niwaambie watu wa Mungu, baba nawe... asiwepo nyumbani watoto wakamkosa baba, lakini kuna tofauti ya watoto waliomkosa baba na watoto waliomkosa mama. Ndio maana baba anaweza akawa mlevi, watoto familia ikawa inaenda. Nenda kwenye familia ambao mama ni mlevi. Nenda kwenye familia ambao mama ni mlevi ni ngumu kwa vile vitu ambavyo unajua mwenzako analaumu kuhusu wewe. Labda mwenzako analaumu mama nanii, nipikie pikie, pikie. Basi hata mara moja mara mbili, jirekebishe. Wengi mmewahi kusikia nimefundisha huko mtaani, hata uembize kuliko lusifa shetani. Jitahidi hata mara moja basi kwa wiki yempikie mme wako. Kuna wengine mume hataki umpikie anataka mdada ampikie. Wewe unashukuru tu mimi wangu anakula kila kitu, anakula kitu chakula cha. Wewe unafikiri sifa sio sifa. Labda anasema anapenda chakula cha dada kwa sababu anajua hujui kupika. Wazungu anasema, The highway to man's heart is through their stomach. Maana yake ukitaka kuingia kwenye moyo wa mwanaume pitia kwenye nini? Tumbo. Tuna wadada wengi sana leo wanajua kujiremba, wana mabegi mazuri ya milioni, Louis Vuitton, Dior, lakini hujui kupika. Hujui kupika. Sasa mtoto wako wa kike unamrisisha nini? Hujui kupika, mnajitahidi kupika, mnakitu, tunashindwa kujua kilichochemshwa kilichopikwa kina tofauti, hujui, na kwa sababu umetoka kwa mama ambaye naye hajui kupika. Mama mzuri ukienda chumbani kwako, ukienda nyumbani kwako, unaingia toilet anakokaa mama mfanya biashara, mjasiriamali, Watunduma anafanya benki, unaingia washroom. Unashindwa kuelewa huku kuna mama mwenye kichwa kweli? Mbona mabuibui mengi? Mbona mende wakubwa namna hii wanafuga? Au mama ukiwa nyumbani, wewe ndio injinia, wewe ndio kumwambia dada kuna vumbi juu ya kabati. Kuna mtu ananielewa? Simama kwenye majukumu yako kama mama. Ni vizuri kupambana na maisha na kufanikiwa, lakini ni vizuri kukaa kwenye position. Naomba niwaambie, jina mke sio jina la ubatizo, ni nafasi. Naomba nirudie, jina mke sio jina la ubatizo, jina mke sio jina la ubatizo. Ni nini? Ni nafasi. Stay in your position, kaa kwenye nafasi yako. Ruhusu mtoto wako wa kike, moyo ni mwake aseme natamani kuwa mke kama mama. Baba mmoja akaniletea binti yake miaka 19, anampeleka kusoma China. Akaniambia, naomba unisaidie binti yangu aweze kwenda kuishi maisha mazuri kule, kwa sababu ndio mara ya kwanza anaenda nje ya nchi, ndio mara ya kwanza anapanda ndege, ndio mara ya kwanza anatoka ndani ya Tanzania. Nikamwambia yule baba, umezungumza na mtoto wako kuhusu familia? Akaambia haina haja, kwa sababu sio mambo anaenda kufanya huko. Yule binti alivyokuja nikaongea naye nikamwambia, ni nini ambacho unataka shule yako ikusaidie ukirudi Tanzania, na ni namna gani unataka kuwa? Akanijibu, jibu liliniumiza. Akaniambia, natamani nisome nifanikiwe, niwe mwanamke wa mfano, nisiwe kama mama yangu alivyokuwa kwa baba yangu nilivyokuja kumpa ripoti yule baba ndio akakonekti akaniambia ndio maana kuna siku huyu binti akiwa anakuwa aliwahi kuniambia baba ulimpata wapi mama binti anamuuliza baba baba ulimpata wapi na yule baba anasema kuanzia wakati huo ule binti ana hasira na mama yake wanagombana mara kwa mara na mama yake na alikuwa aelewi kwa nini kumbe ana perception flaw yule binti ananiambia, mama yangu, baba yangu anateseka, namwona kabisa baba yangu anateseka, pamoja na kila jitihada yake ya kuponya familia anateseka. Kwa sababu ya nani? Yule mama yake don't care, hajali mume, hajali familia, hajali biashara yake. Baba akashaongea amechoka, hajui. Kumbe watoto wana notice. Mtoto anasema, natamani nisome niwe wa tofauti, sio kama mama Kilichonichanganya kilicho akili yangu kwa sababu yule mama alikuwa anakuja pia kupata feedback ya mtoto wake, lakini tofauti na mume wake ilikuwa na, na, nawaza nimwambie au nisimwambie. Kuna mtu ananielewa, nimpe feedback mama